Nimeibiwa viatu. Sasa viatu hivyo ilikwaje? wamekupola njani? Hapana, nilipotea chuo chuo. Sasa wewe unakaa unaibiwa chu watu hivi hivi tu, pesepesi tu. Wewe tambua, baba yako anahangaika kutafuta pesa, ili madi anakupendezesha kupendezesha wewe, sio kwamba yeye eh, pesa hana shida nazo. Sasa bado ulivyoibiwa huyo huyo mwalimu ulimwambia Kaniambia ni mwachie Mungu. Hivi wewe unamwelewa? Ninategemea ba mdogo wale, wale walewale. Sasa kama wewe unasema ninategemea, na wewe unasema umeambiwa na mwalimu wako mwachie Mungu, hivyo wewe unajua kama Mungu mkubwa, Mungu ametawala mbinguni mpaka ardhini sasa ukubwa wa mungu na wewe kiguu chako hichi kidogo hivyo viatu naambiwa eti mwachie mungu unafikiri mungu itamtosha kiguu kama hichi ketu ke, ke, ke, chako wewe kitamtosha mungu ah. mnanicheka mnanifanya mwehu eh?